Simba alivyoenda kesho, ahali jamaa alikuwa analipwa mzigo mrefu, kajenga ma apartment ile jamaa tajiri lile. Sema tu ndio muonekano aonyeshi kama ana mzigo. Sasa anachotaka sasa hivi ni kucheza kwa heshima. Alivyoingia pale Simba, Alikuja na weight kubwa sana pale. Simba akawa anaanza kupambana, kuanza kumshushia weight yake ili arejee kwenye fomu yake. Lakini mwisho wa siku alishindwa kufanya hivyo, na ndo alikuwa most paid, alikuwa analipwa almost milioni 52 kwa mwezi. Ndio mchezaji pekee aliyokuwa analipwa zaidi Simba akaachana naye na alikiri kwa kinywa chake hayuko tayari kucheza klabu yoyote ya, ya ndani ya nchi zaidi ya, zaidi ya Simba. Yaani kama ataenda nje, ataenda ataenda, lakini ndani, yeye yuko radhi kurudi Simba pale na yuko tayari kupunguza pia uh, mshahara wake so kwangu, ataenda kuleta msaada gani kwa Simba kama alirejeshwa lakini akashindwa kudeliver kile kitu ambacho wale kihitaji sasa hivi? Atakuwa na nafasi pale Simba kwa wachezaji waliopo? Atacheza Kwa wachezaji waliopo atacheza jua kwa sababu gani? Nimetazama aina ya, ya uchezaji wake akiwa pale udisongo kwa sasa, na namna ambavyo anafunga magoli. Jamaa amekata weight, anakimbia, yani yule Luis Miquesson amerudi yule 2019 20 ule kama vile amerejea, akiwa kule. Lakini pia unajua mchezaji akiwa na mapenzi na timu anaweza akaonyesha kiwango chake hadi cha mwisho. Tutamhukumu, alishindwa kufanya last season hadi akaachwa, kwa sababu labda alienda kule, akatolewa kwa mkopo. Ametoka hali akaenda kule kwa mkopo, akaongeza weight, akawa ana kilo nyingi sana lakini kingine tayari mafanikio alianza kumlevya. Unajua alikuwa analipwa, alipata fedha nyingi sana, mzigo mrefu sana mwisho wa siku akashindwa kuwa na ile commitment hata katika eneo lake la mazoezi, lakini pia hata katika uh, timu kwa ujumla wake akashindwa kuonyesha ule ubora wake. Lakini kwa sasa, kwa namna ambavyo Simba wamesajili kikosi chao, kwa wachezaji waliopo bado tumi hata yule Luis Miquesson aliyoondoka. Ukiniambia leo Luis aliyoondoka yule kwenye ubora ule ambao Simba akasema wachane naye pamoja na kinachama na baadhi ya wachezaji waliopo Simba, nani alikuwa bora kwa kipindi kile? Bado Luis, bado Luis alikuwa nafasi yake, kwa sababu mimi ukiniambia leo, huyu mtu kama Joshua Budo Mutale amechangia nini mpaka sasa ndani ya Simba, kitu gani ambacho amechangia? Na utaniuliza kwa nini Budo Mutale? bado kuna kinanio maema leo wanapanda wanashuka wanapanda wanashuka bado hawaja click kwa asilimia mia moja. Sisemi kwamba Luis Miquesson anarudi Simba, ila Ye mwenyewe anatamani Simba, anatamani kurudi. Na nimeangalia baadhi ya mashabiki wanazungumza, ukiangalia tena wale mainfluencer kabisa wa Simba wanasema leo kesho, kama watamrudisha Luis Miquesson wako tayari, lakini baadhi ya viongozi mimi nazungumza nao wandani kabisa pale wanasema yes, why not? kama mchezaji yuko tayari kupunguza mshahara wake kwa lengo tu maisha. Kwa lengo la kwenda kufurahia maisha la kwenda kumaliza mpira wake labda kwa heshima ndani ya Simba, kwa sababu yeye lengo lake aondoke kwa heshima, kwa pengine pia kwenye mpira akiamini kwamba kwenye ule ubora wake, lakini kingine ukitazama eh, kwa haraka haraka sokoni sasa hivi, pato wachezaji ni ngumu sana. Dirisha dogo always, hauwezi ukapunguza rundo la wachezaji ukitegemea kwamba utapata wachezaji wazuri sana, kwa sababu wachezaji wana mikataba na timu zao. Wachezaji wanasajili mikataba miaka miwili miaka mitatu, lakini je, utampata mchezaji gani kwa bei nzuri akiwa yuko free agent? Ni ngumu sana. Sasa kama mchezaji yuko anania na anatamani kwenda kucheza kuwasaidia naona ni wao tu Simba kuamua kwa sababu ukiangalia bado wachezaji waliosajiliwa mpaka sasa hivi hawajaweza kuonyesha ubora wao. Kuna bwana mdogo Moses Abraham ambao wengi pia wamekuwa kimfananisha na Luis Jose Miquesson. Na umesema kwenye usajili waliofanya Simba bado hujaona hata yule Luis ambaye aliondoka, bado hajapata nafasi Luis kama yule. Hebu tumzungumzie Moses Abraham. Ajachukua nafasi kidogo ya Luis Jose Miquesson. Yaani tutakuwa tuna tunampa pressure sana uh, Moses Abraham. Uh, Luis Miquesson amefanya makubwa sana. Yaani ukikaa ukianza kumzungumzia Luis Miquesson kwa upande sisi kwa kama Messi wa Simba, mchezaji ambaye alikuwa anamwaga jasho hadi unaona ile jasho hadi tone la mwisho. Yani mchezaji ambaye kuna muda ulikuwa ukimwona uwanjani anacheza mpira paka unamhurumia, anacheza kama timu ya baba yake ile, anapigwa kiatu anayanyuka anaondoka, yani Messi kabisa. Yani Luis Miquesson na ule ufupi wake, unampiga kiatu anayanyuka anaondoka apate majeraha. Aliwafunga Ahali bonge moja la goli, kama unakumbuka tuzo ya goli bora, unafahamu, eh? Baka Ahali wanamuona. Niambie kwenye historia ya soka mchezaji gani aliosajiliwa kutoka Tanzania hata kama ni wa kigeni aliyoenda Ahali? Ni Luis Miquesson. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu alionyesha ubora mkubwa sana. Morris Abraham ni msimu wake wa kwanza. Of course ana talanta kubwa sana, huenda akawa na ubora kuliko hata Luis Miquesson kwa hapo baadaye lakini kwa sasa kumwe, kumvisha viatu vya Luis Miquesson kama vile tunamuumiza, unampa mzigo kwa sababu ndo kwanza nusu msimu. Unaona eh? Lakini ametuonyesha kuna vitu anavyo. Lakini utofauti wa Maurice hii pia inabidi aifahamu na aisikie na Luis Miquesson ni maamuzi katika eneo la mwisho, yaani maamuzi katika final third. Ni kitu ambacho Luis Miquesson ataendelea kuwanyoosha watu wengi sana. Kwa nini? Luis Miquesson, he can score, he can assist He can drive a team. Yaani kuna muda anafanya timu yani yani icheze kwenye tempo yake. Unanifahamu vizuri. Kwa hiyo Morris akifika eneo la mwisho anapagawa. Kama ile goli alilokosa dhidi ya Petro di Luanda na akasababisha Simba wakastruggle kweli kweli na wakafungwa ile mechi. Luis Miquesson akuwashi. Na Luis Miquesson anakufunga hata kwa mbali. Unaelewa eh? Sio kama Morris Abraham afunge, lakini akifika eneo la mwisho anapata kitete kitete. Simlaumu, ni mwanzo amepata nafasi kucheza timu kubwa kama Simba, ni pressure, lakini ana talanta pengine kumzidi na Luis Miquesson. Energetic Morris uh, Abraham anaweza ka accelerate akashuka chini akasaidia timu akashambulia akapiga pasi akafanya vingi sana, lakini kwa Luis Miquesson alicheza almost karibia misimu miwili ndani ya Simba, so you can judge uh, uh, nani Luis Miquesson kwa performance ya, ya muda mfupi tu ya Morris Abraham. Morris anaweza akawa na ubora zaidi, walau tumuone msimu amalize acheze labda misimu miwili alafu approve kile ambacho alifanya Luis Miquesson. Naweza nikasema Luis Miquesson mpya amezaliwa ndani ya Simba. Lakini kwa sasa walau aina yake ya uchezaji unaweza ukaona ana cop na kama vile ana kitu cha ziada kama vile Luis Jose Miquesson. Lakini bado anapaswa kuweka hard katika eneo la mwisho, lazima awe na maamuzi ya haraka, wanasema uh, critical thinking. Eneo la mwisho, lazima ubongo wako ufikirie kwenye goli. Luis Miquesson alikuwa anahakikisha kwamba hii ni goli. Nikigonga mwamba nafuata na maliza mwenyewe. Ye na Chama ulikuwa unaona parallel walivyokuwa wanatembea parallel uwanjani. Kuna mechi moja alifresha sana, ilikuwa dhidi ya Platinums kama unakumbuka eh? Alianzisha Chama, alimwanzishia Luis Miquesson, Miquesson akampa Chama, Chama akampa Miquesson, Miquesson akampa Chama akafunga. Wao wawili tu wamecheza, unakumbuka? winga kutoka Vipers Alan Okelo. Eh, hey, taarifa za Friji Bovu zimekufikia na ni mchezaji wa namna gani kwa namna ambavyo unamtazama? Simba nayo waacho nayewaacha mabaishaji. <laughs> Kwanza ni taarifa rasmi? Ni kweli ni kweli, Alan Okelo. Simba amemtaka mara nyingi sio jana wala juzi. Hata kipindi cha Falu Davis alikuwa anawaambia bado tunamhitaji yule jamaa kama X factor. Unaelewa eh? Hata Wakati Jeru anaingia mashabiki walikuwa nalia tuletee Alan Okelo. Who is Faisal? Who are you Faisal Salum? Kwa Alan Okelo. Watu wanamtaka Alan Okelo. Kwa nini? Kwa sababu Alan Okelo ana majukumu mengi sana wanjani. Yule jamaa anaenda na kaba, anapiga pasi, anashambulia, anafunga. Simba wanamtaka. Kumtaka ni ishu nyingine na kumpata ni ishu nyingine. nyingine. Mimi niongea na uongozi wa, wa, wa, Vipers wanasema Alan Okelo ana deal hadi kule Qatar. Eh, anadili uh, kule Saudi Arabia wakina Cristiano Ronaldo kule. Kule Misri watu wanamtaka, kule Morocco watu wanamtaka. Na Simba kushindana na Vigogo kutoka Afrika Kaskazini ni ngumu sana. Leo hii uh, kama wangekuwa wanamtaka Alan Okello ni kwambieni tu ukweli. Wangeshampata muda mrefu sana. Wanamtaka, kumtaka ni issue nyingine, kumpata na, na na, na shida ni Simba wao wenyewe. Wanachelewa sana. Na hii tabu itaendelea kuwatafuna. Nasema ukweli kwa sababu kuna kipindi Simba walikuwa wanamtaka mtu anaitwa Sinzalobi manzoki Manzoki. <laughs> alikuwa anataka tu milioni mia mbili milioni mia mbili tu. Simba kambelea kwenye uchaguzi paya. Unacheka nini?